Shirika la afya duniani WHO linatambua Novemba 17 katika kalenda yake kama Siku ya Kimataifa ya Mtoto Njiti duniani, ikiwa ni hatua muhimu ya kutambua na kuhamasisha jitihada, aa, za kulinda maisha ya watoto wanaozaliwa kabla ya muda kamili wa ujauzito. Takwimu za kidunia zinaonyesha kila mwaka zaidi ya watoto milioni 15 huzaliwa njiti duniani na kati yao takriban milioni moja hufariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na kuzaliwa kabla ya wakati. Kwa kuzingatia hili eh, hapa studioni tunaye daktari Luka Mgeni, yeye ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya taifa Muhimbili. Naam, daktari Luka Uh, mgeni okay. Karibu sana mkeni, yes. Karibu sana kwa hakika mkeni yes. Karibu <laughs> <Umeone. laughs> yes. Karibu sana kwa hakika jua kali kaka, tunakuelewa. Umeona, karibu sana dokta. Asante. Uh, um, bila shaka tuna, tunaweza kwa kuanza kupata tafsiri sahihi ya mtoto kuwa njiti. Uh, labda basi popoteza wakati ni kwamba tunaposema mm. Mtoto huyu ni njiti, ni mtoto aliyezaliwa kabla ya kufikisha umri wa wiki 37 tangu kutungwa kwa mimba. Okay. Kwa hiyo mtoto huyu anapokuwa amezaliwa sasa chini ya uh, wiki sita saba tunasema huyu ni njiti. Lakini WHO wameenda mbali zaidi wakaweza kuwa kategorize watoto za njiti. Kuna tunasema kwamba ni njiti wa mwanzoni ambayo tunasema kama extreme premature, njiti wa kati na njiti wa mshoni. Huko tunasema mm -hmm. ni extreme premature au njiti wa mwanzoni ni yule mtoto ambaye anazaliwa chini ya umri wa wiki 28 tangu kutungwa kwa mimba mm -hmm na huyu tunasema njiti wa kati ni kuanzia wiki 28 mpaka wiki 32, tunasema huyu ni njiti wa kati. Na njiti wa mwishoni ni anazaliwa kuanzia wiki ya 32 mpaka 36. Tunasema ni njiti wa mwishoni. Kwa hiyo tunapokuja kumwona mtoto njiti, tunakuja kugundua kwamba kadiri anapokuwa ni chini sasa, ndio amezidi kuwa na zile changamoto ambazo zinazotishia uhai wake kwa njiti wa mwanzoni ana athari kubwa zaidi kuliko njiti wa kati na njiti wa mwishoni ana athari kubwa zaidi kuliko njiti wa kati. Okay. Kwa maana hiyo. Yeah. Oh, mm. Ina inamaanisha kwamba uh, yule mtoto ambaye amezaliwa chini ya miezi tisa. Mm -hmm. So, langu la msingi wako ambao wanazaliwa na miezi nane. Mm -hmm. Lakini wapo ambao wanazaliwa na miezi saba. Mm -hmm. Inasemekana huyu wa miezi saba anaishi, lakini huyu wa miezi nane naye huyu yupo katika kundi gani kitaalamu? Hii ipo ah, tunaposema ukichukua wiki 40 ndio miezi tisa eh. mm -hmm. tunaposema kadiri unavyozaliwa chini ya umri ile sasa eh. mm -hmm. Eh, kwa miezi nane ana survival zaidi kuliko miezi saba, unaelewa nasema kwamba ni njiti wa mwanzoni, wiki 28 njiti wa kati na njiti wa mwishoni, unavyozidi kuapproach ile miezi tisa Uh, Dokta, ili kuweka sawa hilo, um, wengi wanazungumzia watoto kwa, kwa miezi. Ndiyo. Lakini ukizungumza kwa wiki, mm -hmm. ndio inaeleweka zaidi, japo watu wengi hawana elimu, mm -hmm. ya, ya wiki, ya wiki eh, ah, okay. Hasa kina baba hawa tunawaacha sasa turejee tu pale pale kwamba kusema wiki ya ishirini na nane mpaka ishirini na ngapi hapa sasa inakuwa ni miezi mingapi? Ah, sasa basi misabula, hesabu ni rahisi sana mm, mwezi mmoja ni wiki nne, mm -hmm. kwa ukitaka kujua wiki ishirini na nane ni miezi mingapi unachukua ishirini na nane gawanya, gawanya kwa gawanya kwa nne utapata ni approximately miezi mingapi ukichukua, mm. miezi miezi ukitaka kuchukua kuchua mwaka ni wiki hamsini na mbili mm. Sindio? Ukitaka kujua kwamba wiki wiki ni miezi wechukua ile ada nayozungumza, alafu gawanya kwa nne utapata ni miezi mingapi. okay. Ndio. Kwa hivyo kadri mtoto anavyozaliwa kwa wiki za chini zaidi ndivyo ambavyo athari inazidi amekuwa na changamoto nyingi zaidi zinazotishia uhai kulinganisha na anayezaliwa karibia anayekaribia miezi ile tisa. Ushai kukutana na mtoto ambaye amezaliwa umri gani, yaani wiki ipi ya chini sana? Uh, kwa, kwa, kwa, ili uweze useme vizuri useme, useme mm. mm. Tuna mm. tunasema kwamba mtoto anaanza baada ya wiki 24, tunasema kwamba huyu ni mtoto chini ya hapo ya wiki 24. mm. hata itemu kama ni mtoto njiti okay. mm. ni wale njiti wa mwanzoni tunasema very extreme premature ambayo huyo sasa ndio katika kusawia kwake changamoto zake ni nyingi kulinganisha na ule njiti wa kati kuanzia wiki 28 mpaka 32, sawa. so, Dr. Luka sasa... swali so, so, langu la msingi yeah, yeah. Wewe katika udaktari wako mm. umewahi kukutana na mtoto ambaye amezaliwa katika umri mdogo kwa kiasi gani na mm. akaweza ku, kusurvive mpaka ku kwenda nyumbani. Hao ah, wote wana survive ni kutokana na kia yake tu inavyotoka, mbona kana pale Muhimbili mm. Utakuta hao wote wapo. Eh, alizaliwa chini mpaka unazaliwa wiki ya 37 ambapo tunasema kwamba ni mtoto amezaliwa ambaye ni full time. Unasema changamoto zao ni nyingi, yeah. Zipi hasa hizo changamoto ambazo hawa watoto wanazaliwa nazo? Eh, ni kweli kabisa kwamba ziko changamoto nyingi sana ambazo zinaweza kukumba hawa watoto hmm. Lakini nitaelezea ambazo ni, ni chache okay. E, mtoto ambaye amezaliwa njiti anaweza kuwa na changamoto nyingi. Ya kwanza kabisa anaweza kupata ni kitu kinaitwa ni hypothermia hiyo okay. Joto la mwili yao huwa iko linakuwa liko chini, kwa hiyo wanahitaji special observation na mashine za incubator kwa ajili ya kuwasaidia kupasha joto okay. E, lingine ni kwamba ili uweze kuishi lazima upumue, kwa hiyo watoto hawa wanazaliwa wakiwa na changamoto ya upumuaji kwa mm. ya, ya, ya mapafu yao hajakomaa mm. Kwa hiyo wanapata tatizo, wanapata shida ya, ya, ya, ya, ya asema kwamba difficulty ya kupumua mm. Kwa sababu kuna kemikali inatoka surfactant, kwa unapokuwa umezaliwa mapema kwa hiyo inakuwa haipo, kwa hiyo uwezo wako wa kupumua unakuwa hauwepo, kwa ndio changamoto. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi hawa wanawekwa kwenye mashine za kusaidia kupumua pia mm. Changamoto nyingine wanayopata hapa pia ni, ni, ni, ni, ni kiwango chao cha sukari kinakuwa kinapata kinashuka chini mara kwa mara, tunasema kwamba recurrent hypoglycemia mm. Wanapata kwa hiyo mara nyingi wanapata shida hiyo, na pia nyingine, kwa sababu ya kinga ya miili yao haijakomaa vizuri, kwamba na magonjwa, wako katika riski kubwa ya kupata infections sure. Kwa hiyo hizi ni, ni, ni, ni, ni changamoto za mapema zinazoweza mm. kumpata mtoto mzaliwa njiti japokuwa sasa zipo matatizo mengine ya baadaye ya hawa watoto mm -hmm. waliozaliwa katika njiti, kama nitakavyoelezea. okay. moja hapa, changamoto hizi ni baadaye sasa, kwa sababu wanaokuwa kwenye oxygen kwa muda mrefu, japo sio wote sasa, wanaweza kupata kinaitwa ni, ni, ni, ni, ni chronic lung disease kwa kitu kinaitwa ni bronchopulmonary dysplasia, wanapata baadaye kwa sababu walikuwa kwenye oxygen kwa muda mrefu. So sometimes wengine wanaweza kaja kaencounter hiyo tatizo katika maa maisha yao Kingine wanachopata wao pia ni wanapata kuna kitu kinatoka kama cerebral palsy, mtindio wa ubongo, kwa sababu wanapokuwa wachanga sana ni rahisi ya damu kuvilia kwenye brain zao. Kwa hiyo matokeo yake watoto hawa wanaweza wakapata mtindio wa ubongo baadaye, japo si wote, lakini riski ya kupata mtindio wa ubongo ni kubwa pia. Pia watoto hawa wanaweza wakapata changamoto ya macho, inatoka ni retinopathy uh, of prematurity, wanaweza wakapata shida ya kuona baadaye. Kwa hiyo pia ni changamoto ambazo wanaweza kazi mkaunta. Pia watoto hawa wanaweza baadaye wakaja wakawa na uwezo wao sasa wa ile kumbukumbu tambuzi na hisia zinakuwa chini, cognitive function zao, hasa kama ushapata cerebral palsy, ni kwamba definitely wata end up kupata shida kama hizo. Ndio okay, sawa sawa, nirudi nyuma kidogo kwa mama mwenyewe sasa, uh, ambaye ni, ni, ni mja mzito pengine, nini sababu hasa za mama huyo, uh, kuzaa mtoto njiti? Asante mwandishi, ni swali zuri ee. Ukiangalia sasa hivi tunasema kwamba riski ya kupata premachua ni common sana katika nchi ambazo zinazoendelea kama Tanzania, developing countries. Tukiangalia kwa developed countries, kidogo riski sio kubwa sana na kiwango kinazidi kushuka. Ziko sababu nyingi zinazopelekea mtoto kuzaliwa premachua kama nitakavyoeleza lakini ndelea, kwa nje zinazoendelea naweza kusema kwamba kuna, kuna sababu za mama moja kwa moja kwa mama, kuna kwa mtoto mwenyewe mm. na pia kuna sababu za kimazingira. Eh, kwa mfano tukasema kwa mama sasa hivi tunasema kwamba kuna magonjwa ambayo eh, kwa mfano sasa hivi tunasema kwamba dunia inapigana sana na non-communicable diseases, magonjwa kama sukari na pressure. Nafikiri mmewahi kusikia kwamba e, shinikizo la damu la juu pressure hasa kwa mama mjamzito mm. Inaweza ikapelekea tunaita kwa kitaalamu ni, ni eclampsia, pre-eclampsia, au ni pressure ya kupanda wakati wa mimba, kwa hiyo inapelekea sasa, pressure inapokuwa imekuwa kubwa ina, ina, ina, kwa kitaalamu tunaita preeclampsia inabidi sasa, inatishia uhai wa mama na, na, na ujauzito na mtoto aliko tumboni, kwa hiyo the only treatment ya kuweza kumnusuru uhai wa huyo mama ni kumzalisha kumzalisha huyu mama ili m, m, m. Sasa kunapokuja kumzalisha huyu mama, definitely unapata mtoto ambaye hajafikia ile wakati wake, kwa hiyo utapata premature mm. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, sasa ni tunasema kwa kwamba ni, ni pressure inasababisha nini, inasababisha mtu kuweza kupata premature. Kwa hiyo ni vizuri watu wakawa wanajua kwamba, kwa mfano mtindo wa maisha sahihi, kwamba ni vizuri kupima pressure yako ukajua na nini kabla ya kupata ujauzito, kwa sababu ukipata riski ya kupata premature ni kubwa. Eh, kitu kingine nacho kinaweza kupelekea premature ni ugonjwa kama ugonjwa wa sukari, na unaposikia sasa ugonjwa wa sukari umegawanyika katika makundi matatu katika kuna ile daraja la kwanza eh, la pili tunasema type 2 diabetes mellitus, daraja la kwanza na eh, tunasema insulin dependent diabetes mellitus na la nyingine ni gestational diabetes kwamba eh, kwa kuna baadhi unamkuta mama ni nzima tu hana sukari, lakini kuna kisukari kinakuja wakati wa ujauzito, okay. Eh, yes. Kwa hiyo sasa unapokuwa na kiwango cha unapokuwa na kisukari hiki cha ujauzito kama ni gestational diabetes, ni kwamba kinapelekea sasa mtoto aliye tumboni aweze kupata changamoto na hatimaye anaweza either mama wakazalishwa huyu mtoto kabla hajakomaa komaa ambapo tapata premature, au ikainjuzi spontaneous tu mimba yenyewe ikawa imetoka mm. Kwa ndio tasitiza sana kwamba ni vizuri kabla ya kupata ujauzito au wakati wa ujauzito uweze kuangalia sukari yako, kwa sababu inaweza kapelekea mimba kutoka na hatimaye kupata mtoto ambaye ni premature okay. Sababu nyingine hapa ni, ni, ni, ni infections. Kuna baadhi ya infections ambayo ni maambukizo ya bakteria na virus katika mwili wa mwanadamu, hasa kwa mfano mama akiwa mjamzito, moja kwa moja inapelekea sasa mama kupata uchungu wa mapema na kupelekea mtoto kuzaliwa kabla wakati wake. Kuna magonjwa kama UTI urinary tract infections. Kwa hiyo wakati wa mimba kama mama ana UTI ambayo haijatibiwa, inaweza ikapelekea hiyo infection ikapelekea mpaka kwenye yale maji yanayozunguka mtoto wakati wa ujauzito, ambayo tuani tunataka ni chorioamnionitis. Kwa hiyo ile ikapelekea uchungu kabla ya muda na hatimaye mtoto akazaliwa akiwa ni premature ziko sababu nyingine pia, kwa mfano unakuta, kwa mfano mama amegundulika kwamba ana na, kansa labda wakati ujauzito. Kwa hiyo hapa sasa tunasema kwamba tu ile afya ya mama, kwa hiyo moja kwa moja itatulazimu itatu kwamba tumzalishe huyu mama, ili aweze kuanza kumwekea dawa za kansa kwa ajili ya kumnusuru. Kwa hiyo italazimu daktari sasa tutemineti hii mimba, ili tukumbukia mama dawa za kumsaidia kumkinga. Kwa hiyo matokeo yake utaenda hapo kupata mtoto Labda tuende kwenye sababu za kimazingira sasa. Sababu za kimazingira ni, tunasema kwamba ni poor dieting mm, yaani ulaji mbovu au ulaji ambao so usiofaa. Nafikiri nyinyi ni mashahidi, mnaona sasa hivi kwamba sio, niseme ni hali ya ngumu ya maisha, niseme nini, ndomana tasitiza mm, kwamba mama mjamzito anatakiwa ale vyakula ambavyo vinamsaidia yeye mwenyewe na mtoto aliyeko tumboni kwa sababu sasa ukiangalia haya magonjwa kwa mfano sukari na presha mm, yana uhusiano moja kwa moja na vyakula tunavyokula, katika mazingira tunayoishi. Kwa mfano kama unakula vyakula vya wanga kwa muda mrefu unapelekea unene, unene utapelekea nini? utapelekea magonjwa kama sukari daraja la pili, utapata presha. kwa hiyo matokeo yake usipozingatia ulaji unaofaa wakati wa ujauzito, unaweza ukajikuta sasa una haya maradhi kama presha na sukari, ambapo mwisho wa siku atakupelekea kupata nini kupata kupata mtoto njiti. Pia unakuta mama pia anaweza akawa na mapacha wakiwa tumboni wako, labda mawili twins au triplets watatu. Kwa hiyo uwezo wa ile nyumba ya uzazi ku hold mtoto mmoja na watoto watatu au wawili ni tofauti. Kwa hiyo matokeo yake eh, watoto wale wanapokuwa sasa ile tarasi kwamba tunasema kwamba inashindwa ku hold na matokeo yake watu wanaweza wakazaliwa kabla ya, kabla ya, yeah, ya, ya, ya, ya muda wake na unakwisha kupata watoto njiti. Sawa kwa, kwa, kwa muktadha wa mazungumzo yetu, pengine tu uh, tukumbushe, yawezekana wapo kina mama wajawazito wakati huu, ale vipi? Asante vi. mm -hmm. Yeah. ni, ni, ni, ni, ni swali zuri. Tunachoweza kusema sio kula tu, unajua inauma sana eh, sasa hivi nafikiri na, mnaona na, uh, watu sio kuzaa watoto wengi tena kama alivyokuwa zamani kwa hiyo mtu anazaa watoto wachache, na ili uweze ku maintain hao watoto, tunahitaji umakini mkubwa sana. La tusipofanya hivyo, ni kwamba mnasikia na IVF kupata mtu ni milioni 15, ela nyingi na nyingi kweli kweli. Kwa hiyo mama anapokuwa mjamzito, lazima uwe makini hasa katika ulaji na kumtekea. Kwa hiyo mtoto anapo, mama anapokuwa mjamzito sio swala la kula tu, pia kuna swala la kuangalia mwendo mzima, ufuatiliaji wa mimba hiyo tangu inapoingia mpaka mtoto anapotoka. Kwa hiyo hapa katikati anything may happens. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba ni kujitahidi kula vyakula vile vyakula ambavyo sasa visikupe riski ya kupata yale magonjwa nimesema, kwa mfano sukari au pressure au unene kupindukia, maana unapokuwa mnene, sasa utapata ile metabolic syndrome. Kwa hiyo mwisho wa siku utapata haya magonjwa. Sasa wanasema sio wao magonjwass, wajawazito ni mtoto, hiyo ni <laughs> mama mjamzito anataka choke asubuhi mchana, jioni, usiseme hiyo yeye ni mtoto ee. Ila sasa tukasema inabidi sisi ndio basi, tunao tu binadamu sisi, tuna utashi tuna ufahamu na tuna akili. Sasa ili uweze kukabiliana na mazingira, lazima utumie ufahamu na akili. Kwa hiyo ukijizima data, ukijitoa kimojawapo kama wanavyosema vijana wa sasa hivi, itimisi, wewe unajaribu kuweka akili pembeni, unasema mabaki na ufahamu tu, hapana lazima ukishaelezwa kitu hiki kina athari zake ni mm. Lazima nawe kidogo umkataze, ndio maana akili huwa unakatazika, dokta, kwa sababu <gibu> <gibu> kwa, hasa kwa sisi yeah, kina baba yeah. E, ah, namna inakuwa <gibu> ugomvi, usipomtimizia hiyo chocolate. Mimi naamini akina mama wako very clever sana, wako clever sana, wanaposikia swala linalohusu ni mtoto na athari zake zinafahamika. Kwa kweli nawasifu nawapongeza, wako makini mno. Unajua, sisi wanaume kidogo tunawajua akina mama, wako kwenye swala mtoto wako vere makini mno kuliko unavyojua <tipita maelezo> kupita maelezo. Kwa hiyo nafikiri wakielewesho, wakielewa vizuri, wanaelewa. Lakini tunaposema kwamba wakati wa ujauzito, jaribu as much as you can kwa wedi vyakula, hasa vya wanga, kwa sababu ina sukari nyingi na hivi, unaweza kapelekea ka ni kichocheo cha kuletea sukari daraja la pili na pressure kutokana na mfumo um, wa maisha unavyobadilika, um, karne zinabadilika, ukuaji wa teknolojia um, hata akina mama wa sasa hivi na wazamani pia ni tofauti. hii hi idadi ya watoto hawa njiti wanaozaliwa inapungua na inaongezeka. Uh, lakini mimi naweza tukakuambia kwamba from my experience inaongezeka inaongezeka, hey, kwa sababu ya mtindo wa maisha kadri unavyozidi kuongezeka inaongezeka, ina inaongezeka, mm. ina ina, kwa sababu sasa, na ndio maana kama serikali inajaribu kujitahidi sana, Mw hata tukafikia mpaka levo ya kusema kwamba mama mjamzito, eh, huduma mama mjamzito iwe ni bure katika hospitali. Yes, naelewa na naona eh, na wanajitahidi sana kuhakikisha kuwa hivyo, kwa sababu moja ya changamoto zinazopelekea issue kama hizi ni kwamba, sasa, katika nchi ambazo zinazoendelea kama Tanzania unakuta kwamba Uh, ule, uwezo ka, ule uh, uh, upatikanaji wa huduma ya, ya mama akiwa mjamzito unapokuwa ni, ni mgumu kupatikana, ndio hizi changamoto za kupata zinazidi kuongezeka lakini ukiangalia nje kama Tanzania Tanzani zinazidi kuja mbele zinasema kwamba hi huduma hii ya mama na mtoto iwe ni, ni bure sasa. Wanapozungumza hivi ni kukinsho, kwamba kunshu kwamba tunapambana kwa ajili ya kupunguza mm, maana siku hadi siku zinazidi kwa hiyo iri tunavyokuwa na elimu na, na, na kwa jamii inavyokwenda watu wanavyozidi kuelimishwa, nafikiri mwisho wa siku litakaenda lika, lika, lika likapungua. Okay. Nguvu inahitajika kwa sababu nao pia kuwatekea hawa watoto mm. ni, ni gharama kubwa sana, kwa sababu sababu wanahitaji, kwa kweli, ukiangalia wanahitaji vitu vifaa vya kuwasaidia ili waweze ku, ku, ku, nani kuwa kama watoto wengine vinahitajika ni vifaa very expensive, ni vifaa ambavyo vinahitaji makini mkubwa sana na, na uangalizi mkubwa sana na staff yao kuwatekea pia, inahitajika, inahitaji watu ambao ni wataalam mm. kwa hiyo ndio maana mpaka sasa hivi kitu ambacho kina pelekea vifo vya watoto wengi sana duniani, namba moja ni premature. Okay. Yes. Na, na, na, na yule mama ambaye anakuwa amepata mtoto ambaye ni njiti anahusika uh, kwenye kulipa gharama za mtoto wake kuendelea kukua pale hospitali au gharama hizo ziko chini ya serikali? Na, nafikiri hizo siwezi kusema, mm. Kwa sababu mimi nachojua mimi, na, ni kutekea watoto wale kwao, so, sasa so, swala so, hilo ukiniuliza hapa kidogo nashindwa kulitolea maelezo. Kwa hiyo huwezi kuzungumzia gharama, siwezi kuzungumzia gharama ilo <laughs> nachojua eh, na tu kwamba hiyo... kumtekea mtoto njiti inahitaji mm. gharama kubwa sana, zinahitaji mashine za kusaidia kupumua Hmm. Zinahitaji kuwapa hizo dawa kwa mfano surfactant kwa ajili ya kuwasaidia kwa kukuza mapafu yao na kuweza kupumua. Wanahitaji incubator kwa ajili ya kupatia joto. hmm. Wanahitaji wataalamu kwa ajili ya kuangalia kumonitor, kama nilivyosema sukari zao zinashuka mara kwa mara. hmm. Wanahitaji antibiotics kwa ajili ya kupambana na infection kwa sababu wana risk kupata infections. hmm. Kwa hiyo ni gharama kidogo, lakini wakati wa, mwingine mtu akijua kama kwenda kutibia kitu fulani ni gharama kiasi fulani. hmm. hmm lazima sitovuka mstari fulani mm -hmm. Sitovuka huu mstari nitajali zaidi mm -hmm. Ili nisifikie pale, ndo msingi wa, wa, wa kutaka kufahamu pengine ah. Um, hizo gharama ah, kila kitu kina gharama, lakini nafikiri kwa sababu ya serikali yetu imeweza kupambana mm. Sioni kila mtu anaweza kazi mojo kwa kweli, kuna, kuna, kuna kina mama ambao huwa wana, wana jitolea kwenda kuwashika wale watoto kuwapa joto mm. Mwimbili wapo? Hiyo ah, ni prosija inaitwaga Kangaro mm. Kangaro Mother Care ni programu ambayo ipo na imeweza imelete matumaini makubwa sana duniani mpaka sasa hivi baada ya kuwepo mm. ya kuweza kua mtoto anapozaliwa njiti sasa anakuwa kwa sababu ya infections na ile joto kama nilivyosema mm. Kwa hiyo tukisema incubators kwa ajili ya watoto wote wanaozaliwa no njiti nafikiri zinahitajika nyingi sana. Yeah. Kwa hiyo wamekuja na technique ya Kangaroo Mother Care. Kwa hiyo hata baba wanafanya, kwa hiyo ni kumpatia joto sasa, kwani unasemwa joto la mwili na pia kumfanya asipate infections na nini mm. -hmm. na kuwa karibu na mama, na mama vile kumfanya mama mzoe mtoto kwa anapo kwa anapo karibu naye mm. -hmm. Apa, kwa sababu wana zaka mdogo, kwa ambapo mama kasema mimi sijazoea kwa kumshika, lakini hapo kuwa na ile Kangaroo Mother Care anakuwa na mzoe mtoto na rahisi kumenteni kumsaidia mtoto. Okay. Kwa hivyo uh, kumbe si Kangaroo Mother Care pekee, hata father care ipo na ruhusa, ina ruhusa nzuri sana huyu sasa ambaye. Na, na hiyo <laughs> ni nzuri zaidi <mzueza. laughs> hiyo ya father care, una wapo wanakuja hapa, mimi nimewaona <laughs> okay. wanakuja wana, ni kitu cha msingi kwa sababu kinasaidia sana sawa sawa. yes. Okay, hawa watoto sasa ambao wamezaliwa njiti na <clears throat> katumia nguvu uh, kama wataalamu lakini wazazi nao wakazingatia yale yote, ambayo mtoto huyo atatoka kwenye ile hali ya kuwa njiti na kuwa katika mtoto katika wa kawaida katika makuzi yake, anaweza eh, kuja ya kupata athari yoyote kutokana tu na kwamba alizaliwa akiwa njiti? yeah, nime kama nisikiliza vizuri hapo awa nilisema kuna zile changamoto zinatokea za, za, za haraka mm, na za baadaye. Kwa mfano nikasema mtoto ambaye amepata damu kwenye ubongo kwa sababu ya ule njiti wake, matokeo anaweza kupata mtindi wa ubongo. Mtindi wa ubongo sasa ni tatizo ambalo kwa hiyo moja kwa moja ita affect cognitive function ya huyo mtoto, kwamba uwezo wake katika utambuzi, kumbukumbu na hisia zitakuwa ziko chini ukilinganisha na mtoto ambaye. Lakini si wote kasema, kuna mtindi wa ubongo hapana na mtoto huyu akishapata mtindio wa ubongo ataonekana dhahiri kwamba atashindwa kupata coordination, hata uwezo wake kutembea na kubalansi mwili wake utakuwa hapo kwa atakuwa ni shiri okay. Moja kwa moja shmoja mm. Eh. Pia tukasema hao watoto pia wanaweza wakapata shida inaitwa retinopathy of prematurity, uwezo, uwezo wao wa kuona unaweza kuwa ni hafifu, lakini sio wote. Ikitokea hivyo sasa wanatibiwa tunapambana na wanaangaliwa pia kwa ajili ya kuwasaidia lakini ikitokea kuwa umepata serious complication kwa mfano, inasema chronic mm. eh, respiratory problems kama bronchopulmonary dysplasia ni moja kwa moja itakupelekea kupata shida ya chronic ya upumwaji katika mtu huyo. So, sasa kutokana na, na hayo <coughs> eh, umetuelezea pia namna ya mtoto huyu anavyolindwa na kutunzwa akiwa hospitali. mm. Vipi utunzwaji wake sasa akisharejea nyumbani ni mm -hmm. Kipi ambacho madaktari huwa mnawashauri wazazi mm -hmm. kwamba sasa mtoto wako ndo akashakuwa kafikia umri wa kwenda nyumbani, mnawashauri mm -hmm. nini? Eh, kwanza kabla ya kumruhusu mm -hmm. mtoto anaezaliwa njiti, kuna kriteria ambazo zina, zinakubalika na kwa kiwango cha kimataifa. Kwa mfano mtoto amezaliwa sasa chini umri ya umri wa kilo, mtoto anakaa hospitalini mpaka atlist afikishe uzito wa kilo mbili Mm. Kila mtoto ana mazao ya kilo mbili, mtoto huyu anapokuwa sababu mtoto akiwa njiti anakuwa na ile feeding difficulties, hawezi, lazima kuna special chupa za kumfeed. Kwa anapokuwa anapewa ile maziwa ya mama na mtoto anazidi kuongezeka uzito, kuongezeka uzito. Pia tunaangalia saikolojia ya mama na pia tuna shule inaendelea kumsaidia mama kum, kum, namna ya kumtunza huyu mtoto inakuwa inaendelea. Kwa hiyo mpaka mama anapokuja kuwa sasa mtoto afika kilo mbili anakuwa na uwezo ameshajua na ameshakuwa na ile confidence ya kusema kukaa naye. Asante sana, uh, daktari Luka, na hii ni elimu kubwa sana ambayo inatakiwa kuendelea kuzungumzwa katika jamii zetu. Tuwape pia pongezi madaktari wa uh, watoto kwa ajili ya kuendelea kuwalinda na kuwaangalia watoto hawa ambao ni njiti. Uh, pamoja na hayo, uh, labda kwa kumalizia kwa ufupi tu tuambie leo mnaadhimishaji siku hii. Kama tulivyoadhimisha hapa, kwanza ni niwashukuru nye binafsi <laughs> <laughs> <Nice, nice. laughs> <kwa> kutoa elimu <laughs> hii na kusema jamani kwamba ni tatizo lipo lakini, kwa pamoja na nyie vyombo vya habari kama hivi, tujitahidi kutwalia watu kama tukatoa elimu kama hizi, pia tunashukuru na tunafurahi, tuna pia, kwa sababu jukumu la kuhakikisha kwamba binadamu tunaishi ni ndoto sote. Shukrani sana naitwa Dr. Luka Mkemi ni daktari bingwa wa watoto hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tumezungumza naye mengi hapa, ikiwa leo dunia inaadhimisha na kutoa uelewa kuhusu watoto njiti, bila kusahau kuwa takwimu za kidunia zinaonyesha kuwa uh, watoto takriban uh, milioni kumi na tano wanazaliwa wakiwa ni njiti na watoto milioni moja hufariki kwa kuzaliwa njiti na hizi ni takwimu za dunia.